Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaendelea kuangalia maswali na majibu ya fasihi simulizi. Swali la sita eleza maana ya ngomezi katika fasihi simulizi. Ngomezi hurejelea fasihi ya ngoma ambayo ilitumiwa katika jamii za Kiafrika kama uwezo wa kupitisha ujumbe na kuwasiliana kwa kutumia mapigo na midundo ya ngoma na mipulizo ya pembe. Mapigo hayo yaliwasilisha ujumbe fulani ambao ulikuwa umesimbwa kwa mapigo hayo na ulifasiriwa na jamii husika kutokana na mafunzo na uzoefu wao. Ba. Eleza sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambamo ngomezi inatumiwa. Pili, Ujumbe unaowasilishwa hutegemea mapigo, midundo na wizani wa ngoma. Tatu, Maana ya mapigo na midundo katika ngomezi hujulikana tu na wanajamii ambao ngomezi husika inatumiwa, yaani mtu wa nje hawezi kuelewa maana ya mapigo hayo na ujumbe unaowasilishwa. Nne. Mapigo ya ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kwa mfano, pigo moja huwa sawa na mizani au silabi moja. Tano. Kila jamii huweza kuwa na ngomezi yake ambayo inatofautiana na ngomezi za jamii zingine. Sita ngomezi huwa na maana iliyosimbwa au iliyofichwa Saba, ngoma katika ngomezi aghalabu hupigwa na mtu mahususi anayeelewa ufundi wake. Nane, ngoma katika ngomezi hupigwa kwa ufundi na ubunifu wa hali ya juu. Cha fafanua dhima ya ngomezi katika jamii. hutumiwa katika kupitisha ujumbe katika jamii au kufanikisha mawasiliano. Ngomezi hutumiwa kuhifadhi utamaduni wa jamii. Ngomezi hutumiwa katika au, ngomezi hutumiwa kama kitambulisho cha jamii, kwa sababu kila jamii ina ngomezi yake. Hutumiwa kukuza uzalendo katika jamii kwa kuwafanya watu kuionea fahari ngomezi yao. Na tano, faida nyingine ya ngomezi ni hukuza ubunifu katika jamii. Kwa mfano kuibua midundo fulani na kuweka uwasilishe ujumbe fulani uhitaji ubunifu wa hali ya juu. Hutumiwa kuhifadhi siri za jamii katika kuwasilisha ujumbe. Ngomezi pia hutumiwa kuwatahadharisha wanajamii. Kwa mfano, iwapo kuna maadui walioshambulia jamii, ngoma ilitumiwa kuwaeleza wanajamii. Ngomezi hii huwaleta wanajamii pamoja, hasa kunapokuwa na dharura kama vile vita, kifo au kuzaliwa kwa mtoto. Pia ngomezi huweza kutumiwa kuelimisha jamii. Huweza kuburudisha watu katika jamii. Eleza mifano ya ngomezi ambayo inatumiwa katika jamii ya kisasa. Kuna ving'ora kwenye magari na majumba, firimbi katika michezo, mikirizo kwenye simu, honi kwenye magari. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitafanya kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.